Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina, naitwa Musa Soa au Dokta Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia miti shamba pamoja na jua. Leo nakuletea elimu uweze kuwafahamu watawala wanayoitawala siku ya Jumatano. Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba Usubscribe channel yangu na ubonyeza alama ya kengele, ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Siku ya Jumatano inatawaliwa na Atwardi, na buruji zake ni jeuza za Wasumbula, na asili yake ni udongo na rangi zao za bahati ni rangi nyeupe na rangi ya bluu. Malaika anayetawala siku ya Jumatano anafahamika kwa jina la Mikael, na jini anayetawala siku ya Jumatano anafahamika kwa jina la Barkan. Kwa yule mtu ambaye anasumbuka na dhiki na mitihani pamoja na majaribu, unahitaji kuondokana na maisha ya dhiki, inapofika siku ya Jumatano vaa nguo nyeupe au nguo ya bluu, na kisha utachukua ubani mashtaka na kumshtakia Mwenyezi Mungu, utasoma utajio huu, ya aliyu ya adhim, ya aliyu ya adhim. Utarudia utajio huu mara miatano na hamsini na saba ya aliyu ya adhim. Kama unavyoiona hapa ofisi yangu Daktari Musa, kuna kila aina za dawa mbalimbali mbali. Kuna dawa za kuvunja maagano ya kishetwani na kuna dawa za kuondosha mizimu michafu ndani ya mwili wako na kuna dawa za kuondosha mapepo mabaya katika mwili wako na pia kuna dawa za kuvunja kila aina ya maagano ya kichawi na ya kishetwani na kuna dawa za mvuto wa biashara, kuna dawa za kusafisha nyota na kupandisha nyota na kama unahitaji kumiliki pete pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe ni mtu wa mafanikio. Na pia kama unahitaji kumiliki pete ya majini iliyofanyiwa kafara ya wanyama mbalimbali, ili uweze kuwa mtu wa mafanikio. Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali mbali za viumbe namaanisha majini na mahudam, umiliki mamilioni ya fedha, kama unavyoona hapa daktari Musa anavyomiliki mamilioni ya fedha. Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha uka, ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha uka ukanunue gari, kama una ndoto ya kumiliki gari. We ni kijana, ukipita mtaani utasemea kijana kapita, au mbaba kapita, au mdada kapita. Je, unahitaji kuwa mtu wa mafanikio? Uondokane na maisha ya dhiki? Usisite kuwasiliana na mimi Daktari Musa kupitia namba, ukiwa nje ya nchi alama ya jumlisha 255784120592 na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno nyekundu hapo chini lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele, ni wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. nasto wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Daktari Mussa.